Taarifa imeandikwa ukurasa wa nne na watano gazeti hili la Nipashe mwanga wa Jamii. Kuna taarifa hapo, ameandika no reform, no election, inavyotikisa mitandaoni mwena na kwenye gazeti la Nipashe <laughs> mwanga wa Jamii. Hapa naona wameweka comment za watu mbalimbali, hasa unafikiri una, una kuna haja ya kupitia comment za hapo ha? Unaweza ukatoka sasa hivi hapo, msikilizaji ulipo, kama una smartphone. Mm. Unaweza ukaingia eh, uh, Instagram pale alafu ingia post yoyote alafu angalia upande wa unaweza oennaea neno la Mungu. Unaweza ukaweka neno la Mungu pale, unahubiri mm -hmm. uka, ukaweka hoja yako yoyote pale, lakini watu comment, no reforms, no election. Na hii p kuna namna imeenda sana siku yeah. za hivi karibuni yeah. kuna namna ukipita kwenye mitandao ya kijamii lazima ukutane na oment za aina hiyo. Kwa mfano e, mfano nimeona juzi eh, eh, Msigwa alikuwa yuko alikuwa yuko pale, Gilson Msigwa alikuwa yuko pale Udom Dodoma, ndio eh, kuzungumza na wanafunzi kidogo, wakati wanapata burudani na nini mm, mambo kama hayo, lakini waliibuka wanafunzi wakiimba no reforms no election no election eh, <laughs> sasa hivi wakati unazungumza unakuwa una content yako nyingine mm, lakini watu wanashuka na no reform no election eh, wakati wao uh, uh, unazungumza yani mada iko nyingine kabisa lakini watu wao wako na no reform, no election. Unajua sasa hivi tumekuwa na vitu viwili mm. uko mtandaoni ndio nje na no reforms, no election, tuna kitu kinaitwa Oktoba tuna tiki <laughs> eh, kwa hiyo kumekuwa na mchuano mkali kati ya watu wanaoandika Oktoba tuna tiki kuna watu ambao wanasema no reforms, no election. Japo umepita umepita kwenye, kwenye comment mbalimbali eh, naamini ni wewe <laughs> <laughs> uliko, kuna mtandao tofauti na chuma aliko eh. Eh, hey. Eh. No reform no election eh. Na Oktoba turatiki zipi ambazo unaona kwenye mitandao ya kijamii zimetaradad. Kwa upande wangu naona, eh, naona sabini kwa thelathini kwa maana ya kwamba sabini no reforms no election lakini wakati wa huo 30 Oktoba tunatiki kwa upande wa comment ambazo nakutana uh nazo ya kwenye e, yani, ukitaka uhakiki hilo ambalo nalisema mm, ingia sasa hivi kwenye simu yako, ingia Instagram, ingia kwenye posti ya aina yoyote, bado ukisema posti fulani mtu anaweza kaisi eh, maybe hiyo hiyo posti ndio imebeba hizo comment nyingi. Sasa hivi kumekuwa na kampeni hizo huko mm, Oktoba tunatiki huko no reform, lakini no, no reform ni kama zimezidi, zimezidi ndio, kwa hiyo tunataka kusema kwamba ni kama Chadema wamefanikiwa Kwenye, kwenye kuipeleka kampeni mtaani hey. kuna namna eh, kampeni hii ilikuwa imeenda kwa kusuasua sana. Ndio. Eh, ilikuwa imeenda kwa kusuasua sana lakini sasa hivi naona kama imeenda, japo kuna vitu viwili ambavyo navifikiria hapo mm -hmm. Inawezekana ni kampeni tu kama ambazo eh, Watanzania wengi wa wanapenda eh, kuenda kwa, kwa, na trend mm. Inawezekana kuna watu ambao wanaandika tu ili kuenda na trend, huenda hata mtu, hata haihusiani kwamba sasa imemwingia naielewa kweli kwa nini no reforms, no election. Mwingine anaandika tu ili kwa sababu anaona kuna watu wanaandika na yeye anaandika na anaenda mjini na naenda, anaenda, hey, anaenda, mgini, anaenda. Ana, ana, anaona pita nayo mm -hmm. Lakini kuna watu ambao wanaandika kweli, japo hii inaweza ikawa advantage kwa eh, Chadema kwa kuona ile eh, kampeni yao wa ambao wameenda nayo kwa muda mrefu ambayo ilikuwa haijaenda mtaani, lakini sasa hivi imeenda japo kuna watu wanahusianisha moja kwa moja na kilichotokea hasa baada ya kufungiwa kwa makanisa ya eh, Askofu Gwajima. Ntio. Ni kama ndipo ambapo kampeni hii imeamka eh, zaidi kwa maana ya kwamba ni kama kuna sehemu ambayo watu wameguswa ambapo sipo, mm, e, yani, baada ya kutokea hili la Askofu Gwajima ni kama unajua kuna ilo kama umetekenywa fulani hivi umeshtuka hivi, kuna namna, lakini kuna, kuna maeneo kama imegomewa hivi nimeona e, kaimu katibu mkuu wa chama cha demokrasia e, na maendeleo Chadema John Mnyika bwana amekumbana na upinzani mkali wa wananchi wa Kondoa pale mkoani Dodoma wakipinga kampeni yao ya no reform no election, wakisema kwamba mwezi Oktoba wanatiki. Unaona e, na wamesema hawataki kuzuia uchaguzi wao, wanataka kupiga kura, wakati msigwa huko akipambana na, no reform. Na ni dodoma hiyo hiyo mapokezi e, pia ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema pale mkoani e, Dodoma. Ndio, kwa kwa nyumba iko. Watu walikuwa ni wengi kweli kweli, mm, wanajaza kwa kifu. Yes, wanajaza. Mm. Na tumeona pia eh, chauma. Ndio. Mkutano wa kwanza ulikuwa umebuma lakini huu wa pili eh, maybe kwa sababu wameenda na chopa lakini wamejaza kiukweli. Lakini chauma ukiangalia uh, kwa namna ambavyo nimeona mimi, eh, nimeona kama watoto walikuwa wengi. Sasa <laughs> sijui walikuja kushuhudia chopa au ilikuwaje. Chama kinatengenezwa. Uh-huh. Kitu chochote kikiwaingia watoto kuingia jamii ya rais, <laughs> kaa nataka kutuambia mbinu za kivita, au watoto walijua kwamba kuna ubwabwa kwa. Inawezekana, inawezekana. Ma, maana watu ndio <laughs> lakini wengi ambao nimewaona mimi ni, ni, ni watoto watoto, kama ndo walikuwa wengi sana. Sasa ukiangalia watoto wakati mwingine wakiona chopa eh. Wanakimbilia <laughs> wanakimbilia wakaone. Ho, hoja yako imepita bila kupingwa. <laughs> <laughs> Lakini pamoja na mambo mengine bwana, nimeona pia makala naye amezungumza mm, anasema mm, pamoja na mambo yote hayo ee, ee, no reform eh, no election ndio anasema lakini, uchaguzi uko pale, uchaguzi uko pale pale, uko pale pale.